Kwa majina anaitwa mrakibu msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Joel Mwakanyasa, kaimu kamanda jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Njombe. Tulikuwa na matembezi ya mbio fupi ambapo ni askari wa zimamoto mkoa wa Njombe wote tumeungana kutoka wilaya zote, tumekutana hapa kwa ajili ya matembezi haya. Lengo ni kuadhimisha siku yetu ya zimamoto duniani tukiwa tunaendelea na iko tuko kwenye mwendelezo wa wiki ya zimamoto duniani, lakini leo tulitenga kwa ajili ya matembezi ya mbio fupi ambapo tumetembea kilomita tano kutoka Kibena shule ya msingi Kibena mpaka Kibena mjini hapa ambapo tumefika hapa, lengo letu ni kulitangaza jeshi la zimamoto, lakini pia kuhamasisha huduma za jeshi la zimamoto kwa jamii, lakini pia jamii kujua jeshi la zimamoto linafanya shughuli gani. Ndio maana uliona kulikuwa na maongezi, kuna nyimbo mbalimbali mbali askari wanaimba wakiwa wanatangaza jeshi la zimamoto, lakini pia kui weka jamii kuwa makini kwamba jeshi la zimamoto linafanya kazi gani. Ndio maana kuna baadhi ya sehemu watu wakawa wanatoa elimu, wanaelekeza wananchi haya matembezi yanahusu nini. Kwa hiyo lengo letu lilikuwa ni hilo kwa leo, lakini bado tunaendelea na shughuli zingine. Tutaenda kwenye shughuli za kuona watoto wenye mahitaji maalum, ambapo hiyo shughuli inaweza kufanyika siku ya, tumepanga kuifanya siku ya kesho Jumamosi na siku ya Jumapili, lakini pia tunawakaribisha wanajamii wengine ambao wanaweza kutuunga tutakapoenda kuona watoto wenye mahitaji maalum wanahitaji chochote, lakini nataka nipende kuungana na jeshi la zimamoto pia, tuna, tunamkaribisha. Leo tulikuwa ni askari wenyewe tunafanya matembezi, lakini pia tunawakaribisha wanajamii pia. Tutakuwa na matukio mengine kati ya siku ya kesho na kesho kutwa, ambapo matukio ni kwenda kuona watoto wenye mahitaji maalum, watoto yatima kwenye vituo. Kwa hiyo tutakuwa na vitu mbalimbali vya kwenda kuwapelekea, kwa hiyo tunaikaribisha jamii kama inaweza kuungana na sisi siku hiyo watu unge. Tutaenda kwenye kituo cha Makambako, Idofi na Njombe mjini shule ya msingi Kibena. Leo ilikuwa ni siku maalum kwa ajili ya, ya matembezi tu kwa maafisa na askari wote wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Njombe. Asante sana.